Na moja kwa moja tuanzie uchambuzi na ripoti ya kuangazia mzozo unaoendelea kutanuka wa Mashariki ya Kati wakati jumuiya ya kimataifa ikiendelea kutafuta jibu la kushughulikia mzozo kati ya Israel na Iran. Bakari Ubena amefuatilia yanayojiri katika eneo hilo na kutuandalia ripoti ifuatayo. Iran imefanya mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya kambi za jeshi la Marekani zilizopo Qatar na Iraq. Kufuatia hali ya taharuki iliyoshuhudiwa katika eneo hilo, mataifa ya Qatar, Bahrain na Kuwait yalitangaza kufunga anga zao. Kufuatia hatua hiyo ya kijeshi, Qatar imelani hatua hiyo na kuhitaja kuwa ukiukwaji wa uhuru na anga yake pamoja na sheria za kimataifa, huku ikisisitiza kuwa makombora kumi na nane ya Irani yamezuiwa, isipokuwa kombora moja lililofanikiwa kuipiga kambi ya jeshi la Marekani ya Al-Udeid. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbasi Arakshi ameonya kwamba nchi yake iko tayari kufanya mashambulizi mengine ikiwa Marekani itaanzisha uchokozi mwingine. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amesema ya nchi yake haijaanza uchokozi na kwamba kulingana na kanuni za Iran kamwe nchi hiyo haitokubali kushambuliwa wala kumnyenyekea mtu yeyote. Kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Truth Social, Rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani ilionywa mapema na Iran kabla ya mashambulizi hayo aliyoyataja kuwa dhaifu na kuongeza kwamba hakujaripotiwa uharibifu wowote wa wala majeruhi. Aidha, Trump ameishukuru Iran kwa kutoa taarifa hiyo kwa Marekani na washirika wake kabla ya mashambulizi hayo na kusema kuwa kwa sasa ni wakati wa kutuliza uhasama katika vita hivyo. Akisisitiza kuwa huenda Iran sasa inaweza kuendelea na mchakato wa amani na maelewano huko Mashariki ya Kati akiahidi kwamba ataihimiza pia Israel kufuata mkondo huo. Baadaye Trump aliandika kwamba Israel na Iran wamekubaliana kusitisha mapigano, hatua ambayo ingelianza kutekelezwa hivi karibuni na ambayo ingelimaliza mzozo huu uliodumu kwa siku kumi na mbili.